kwenye eneo la imani, tunakataa kwa jina la Yesu namna yote ambayo adui amepiga imani zetu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Baba, tumekuja tena kwako kwa asubuhi ya leo, tunaomba neno

anatarajia ya kwamba hiyo ndege ndio ndiyo kutia sahihi

inakusaidia pasipo kuamini. Umepona bado una maumivu lakini

wala utakisoma ile waraka wa Yohana wa kwanza mstari wa tano ule mstari wa tano waraka wa Yohana wa kwanza mstari wa tano kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu.

Nipe imani kubwa, nipe imani ambayo itakasababisha ni waje. Kuna watu wamefika, kuna watu wamefika mahali wameanguka, kwa sababu ibu imani ya kushikana na Mungu au iko ndani yao. Au Mungu akupe roho ya imani ya kushikana na Mungu katika ulimwengu wa Roho, yanaokuwa ni mkubwa

jina la Mungu Baba na mwana na Roho Mtakatifu, karibuni tumtolee Bwana sadaka.